Katika kijiji cha Mwangaza aliishi msichana aitwaye Neema. Alikuwa mrembo mwenye tabasamu la kupendeza, lakini maisha yake hayakuwa rahisi. Alikulia katika familia maskini, mama yake akiwa mgonjwa kitandani kwa miaka mingi na baba yake aliachana nao alipokuwa bado mdogo. Neema alipenda kusoma, alikuwa na ndoto ya kuwa daktari ili aweze kumsaidia mama yake na wengine waliokuwa na shida kama yao. Lakini kutokana na hali ngumu ya maisha, mara nyingi alikosa karo ya shule. Alilazimika kufanya kazi ndogo ndogo kama kuuza maandazi na kufua nguo ili kupata pesa. Katika harakati hizo, alikutana na kijana mmoja aitwaye Jabir, ambaye alimvutia kwa upole na msaada wake. Jabir alimsaidia mara kadhaa alipokuwa katika hali ngumu na taratibu walizoeana. Mapenzi yalizaliwa kati yao. Lakini siku moja, Jabir alipewa kazi mjini na akaondoka akimwahidi Nima kuwa angerudi kumchukua baada ya kujijenga. Miaka ikapita. Neema alihangaika sana, akataliwa mara kadhaa chuoni kwa kukosa ada. Alihisi dunia imemgeuka. Mama yake alizidi kudhoofika. Neema alikata tamaa kabisa, akafikiria hata kuuza mwili ili kusaidia familia. Lakini usiku mmoja alisikia sauti ya mama yake ikisema kwa udhaifu, Neema, usikate tamaa. Mungu yupo, anatupenda muombe. Kila siku hata kama hali inaonekana giza. Maneno hayo yalimgusa. Alianza kuomba na kusali kila asubuhi. Alijifunza kuvumilia na kuamini kuwa kuna kesho bora. Alijiunga na kikundi cha vijana kanisani waliokuwa wakisaidiana, na hapo alikutana na mfadhili mmoja ambaye aliguswa na bidii yake. Alimlipia ada na kumwezesha kujiunga na chuo cha uuguzi. Baada ya miaka mitatu, Neema alikuwa muuguzi mwenye taaluma. Alirudi kijijini kuwahudumia watu, hasa wale maskini. Mama yake alipona taratibu kwa matibabu aliyowaletea, na siku moja Jabir alirudi. Alikuwa ameajiriwa serikalini kama mhandisi. Walipokutana, walilia kwa furaha. Jabira aliendelea na ahadi yake ya kumuoa Nema. Ujumbe wa simulizi: Nema alikumbwa na majaribu mengi, lakini alishikilia imani kwa Mungu. Upendo wa kweli haukufa, na juhudi zake ziliwezesha ndu.